Washindi Media ikiripoti moja kwa moja kutokea Judiciary Square ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan anatarajia kuzindua miradi mitatu ikiwemo mradi huu wa makao makuu ya mahakama ya Tanzania ambapo itazinduliwa Aprili tano mwaka huu. Mtendaji mkuu wa mahakama Profesa Elisante Ole Gabriel anaeleza zaidi ambapo rais anatarajia kuja kulizindua rasmi. Yapo mageuzi makubwa sana ndugu waandishi wa habari, wa aliyofanyika katika masuala ya ujenzi. Kwa mfano tu katika ngazi ya mahakama za mwanzo primary courts zimejengwa sabini na nne na hiyo, katika ujenzi huo gharama ya fedha iliyotumika ni takriban bilioni sitini na saba nukta tano mahakama za mwanzo sabini na nne takriban bilioni sitini na saba nukta tano zimetumika. Zimejengwa mahakama za wilaya na zile zinazoendelea kujengwa ishirini na moja na miradi hiyo ya mahakama ya wilaya ishirini na moja imegharimu bilioni ishirini na tisa nukta saba Ni, ni hela nyingi. Mambo mengine yaliyofanyika kwa mfano ni mradi wa ujenzi wa nyumba ya jaji mkuu eh, Chief Justice Palace ambayo ni takriban bilioni mbili na milioni kumi na nane na mradi unaendelea vizuri, lakini pia kuna ukarabati ambao umefanyika katika mahakama kuu mbili, Tabora na Dodoma, eh, bilioni tatu nukta mbili. Lakini kama eh, mnavyofahamu pia eh, upo mradi sasa wa makao makuu ya tume ya utumishi wa mahakama, jengo ambalo liko pembeni tu pale eh, ambalo lina sakafu sita, lile nalo ni bilioni 14.3 lakini bila kusahau kwamba eh, upo mradi wa makazi ya yeah, waheshimiwa majaji, mradi wa nyumba arobaini na nane ambazo nazo pia zinazuriliwa, mradi ule ni bilioni arobaini na mbili nukta tatu na umeshakamilika tayari, waheshimiwa majaji wengine wameshaanza kuishi pale. Lakini vilevile mkumbuke, kuna huu mradi wa hili jengo tulilopo ambalo baadaye nitazungumza kwa kina kidogo. E, wenyewe ni bilioni 129.7 bilioni 129.7 wakati ule wa design, kwa maana ya fedha za kigeni ni dola za Kimarekani milioni 60. Sasa ukiangalia kwenye mahakama kuu mahakama ya rufaa na kadhalika, yapo maboresho ambayo yamefanyika kwenye majenzi, kwa maana hii miaka mingi badala sasa ya kujenga mahakama ya mwanzo mahakama ya wilaya mahakama kuu na kadhalika, upo ubunifu ambao umekuja wa kitu kinaitwa IJC, Integrated Justice Center, e, kituo jumuishi cha kutoa haki. Dhana hii maana yake unakuwa na mahakama ya mwanzo pale, pale pale na, na mahakama ina ngazi tano. Mahakama ya mwanzo pale pale, unakuwa na mahakama ya wilaya, unakuwa na mahakama ya kimkazi mahakama kuu na mahakama ya rufani katika jengo moja kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo kwa kweli ni ni jambo kubwa. Sasa wakati Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani ipo miradi iliyokuwa inaendelea iliyokuwa imeanza awamu ya tano ya Mheshimiwa Dkt. John Pombe Joseph Magufuli, um, lakini Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ndiye aliyezindua e, miradi hiyo ambayo ile IGC zimeshakamilika sita. Mbili ziko mkoa wa Dar es Salaam pale Temeke na Kinondoni. Moja iko Morogoro, nyingine iko Mwanza, lakini nyingine ni hapa Dodoma eh, pale tu karibu na hazina, lakini nyingine iko Arusha. Ile miradi sita iligharimu bilioni hamsini na moja nukta nne tano, bilioni hamsini na moja nukta nne tano. Na hizi AJC zinajengwa kwa mkopo nafuu kutoka benki ya Dunia katika mradi ule wa bilioni hamsini na moja nukta nne tano utaratibu wetu wa mahakama ni kwamba tukishakupa kazi ukajenga hata jengo kama hili, kile kipindi cha DLP, DLP ni defect liability period, kikisha pita huwa ni mwaka mmoja, tunarudia kupima, inaitwa measurement kihandisi. Tukipima tunasema hili jengo tulikubaliana ni bilioni 9.2 ndio gharama ya kujenga jijini Dodoma, lakini s so uhalisia wake kokoto uliotumia mchanga maji na sementi ni bilioni 8.5 zile uktaa zilizobaki rudisha. Kwa hiyo katika zilc sita za kwanza tuliweza kuokoa bilioni tatu nukta sita na zikarudi kufanya shughuli zingine. Mageuzi makubwa sana yaliyofanyika kwenye rasilimali watu, eh, kwa sasa idadi yetu tuliyonayo ya watumishi mpaka jana jioni saa kumi na mbili ni elfu tano mia tisa kumi na sita lakini mahitaji yetu kwa kweli kwa sasa ni elfu kumi na moja mia mbili themanini na tisa. Kwa ka utaona, bado kuna, kuna, kuna ombwe pale, kuna mahitaji ya zaidi na bado tunashukuru serikali, kwa sababu tunaendelea kupewa watumishi. Kwa hichi kipindi cha miaka minne ambayo amekuwepo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan watumishi wa ajira mpya ni zaidi ya elfu moja na mia tatu na bado zingine zinaendelea kupatikana Sio haba. Mabadiliko haya ni makubwa sana kwenye mahakama rufani. Alipoingia madarakani walikuwa kama kumi na saba hivi, leo nazungumzia majaji wa mahakama rufani 39. Kwa hiyo eh, mwendo ni mzuri sana. Kwenye rasilimali fedha, ambayo ndio oxygen ya kuongoza na kufanya mabadiliko makubwa eh, kwa hakika mwendo nao ni mzuri. Miradi mitatu itakayozinduliwa na Mheshimiwa Rais mojawapo ni makao makuu tume ya utumishi wa mahakama pamoja na makazi ya waheshimiwa majaji, huku jengo hili likiwa ni la kwanza kwa ukubwa Afrika na la sita kwa ukubwa duniani. Kwa taarifa hizi na nyingine nyingi, usisahau kusubscribe, share na like ili kuwa kwanza kupata taarifa hizi.